Wapendwa taifa la Mungu, leo tumekusanyika hapa kwa wingi kuadhimisha mambo mazito yanayo lihusu kanisa na taifa.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 Pamoja na kuadhimisha hilo la mwalimu leo, wanauwaka kutoka parokia zote mia moja sitini na moja kuu la Dar es Salaam, mna jambo lenu leo, mmekusanyika hapa mmekusanyika hapa kutekeleza utume we katika vipaumbele katika mitazamo yetu. Kwa bahati mbaya, wako wasiofanana fanana na Paulo, wako ambao wanadhani unaweza kawa mkristu